Lakini sasa mimi natamani kufahamu kutoka kwako, yeah. angalau yeah. uniambie vitu vitatu tu ambavyo Berkane wenyewe mara baada ya kuona tu ghafla mkutana na Simba mm -hmm. vitu ambavyo wao wenyewe nao wanavyoogopa kutoka kwa Simba Sports Club. Vitatu kwa sababu najua yeah. Mzee wa Data, eh najua unajua nini sasa, ah mimi nakujua mambo mengi zaidi, mimi nataka vitatu tu. Ni kwa chema. Yeah. Kwa muda kweli kwa sababu vipo vingi vya <laughs> kuwafanya RS Berkane na wao waingie na mchecheto wapagawe kukutana na Simba fainali. Ni kweli RS Berkane uwekezaji wao wako vizuri mno, lakini yapo baadhi ya mambo ambayo kiukweli na wao aweze kuichukulia poa fainali hii, na ikikumbuka kwamba mechi ya pili ya fainali hii inafanyika Dar es Salaam inafanyika Ziyo, nyumbani kwa Simba, likely kuna uwezekano mkubwa kwa Mkapa. Maanake mechi ya kwanza ni Mei kumi na saba inafanyika kule Morocco, lakini ya marudiano Mei ishirini na tano kwa Mkapa. Lakini kuna mambo mengi. Berkane, msimu uliopita walifika fainali wakapoteza taji kwa Zamalek, lakini ni timu ambayo tangu elfu mbili na kumi na tisa elfu mbili na ishirini mpaka sasa ushachukua taji hili mara mbili, lakini bado wananiambia mara tatu na vitu vingi sana vi? vitatu <laughs> Mimi yeah. naomba vitatu sababu nikisema ni kuachie uwanja wako hapa yeah. hakika na kwambia atafika kesho basi mm. wataza watazamaji wako mm. shauri yako akikulima na madongo na ni bana bana mm. sawa basi mm. nitajitahidi nita mm. la kwanza yeah. la kwanza umiliki wa mpira basi tunataka vitatu ba? yeah, vitatu katika hatua ya makundi mechi sita, mm. robo finali mechi mbili mbili, nusu finali mechi mbili mbili, jumla mechi kumi. Simba umiliki wa mpira ndio timu ambayo inamiliki mpira kuliko timu zote zilizofuzu hatua ya makundi lakini zile zilizofuzu hatua ya robo fainali mpaka kufika fainali. Hapa niliweke vizuri, namaanisha zile zilizoqualify zilizofuzu robo finali zikacheza ile robo finali na hizo zilizocheza nusu finali, timu ambayo inamiliki zaidi mpira ni Simba. Wastani inamiliki mpira kwa asilimia hamsini na nane Simba, lakini RS Berkane wao wastani wanamiliki mpira kwa asilimia hamsini na mbili kwa sababu ni asilimia takriban hamsini na moja nukta saba round asilimia hamsini na mbili Kwa hiyo Simba kwenye umiliki wa mpira ni asilimia sita zaidi ya RS Berkane. Tunafahamu katika soka la kisasa kumiliki mpira hakuna maana yoyote, kwa sababu mwingine anaweza kakuachia umiliki mpira, lakini ufiki katika eneo la mwisho, anakupigia mipira ya kaunta, anakudhuru matukio yake, unaweza ukamiliki mpira halafu mwisho wa siku wewe ndio unafungwa. Mifano iko mingi, Zamalek wametolewa hatua ya robo fainali na Stellenbosch kwa mtindo huo, mechi ya pili kule Misri. Zamalek walimiliki asilimia sitini na tatu lakini Stellenbosch asilimia thelathini na saba ukaifunga Zamalek kwao. Umiliki wa mpira peke yake unaweza usikusaidie sana. Kwa hiyo lakini, kwa maana ile sex football mpira unamiliki unapita kwenye njia soka sambusa soka biriani yeah, ingawa ni michuano ya CAF average, wastani average, average possession umiliki kwa wastani, Simba on top kulinganisha na Real Berkane kwa asilimia hamsini na nane kwa asilimia hamsini na mbili Umeniambia matatu, kete yangu ya kwanza ndio hiyo hapo. Vipi, tuende ya pili? Hapo sawa, ah, ya pili vipo vingi, ngoja nichague kingine kwa haraka haraka. Hapa pasi pasi pasi, sababu unajua unaweza kumiliki mpira afu vipasi viduchu tu ndio, lakini Simba ndio timu ambayo inapiga pasi nyingi zaidi kulinganisha na RS Berkane kwa wastani. Kwenye mechi hizi kumi, Simba wamepiga pasi 1468 zilizofika pasi elfu tatu mia sita na kumi lakini RS Berkane katika mechi kumi, pasi walizopiga wao ni pasi elfu nne mia mbili thelathini na moja zilizofika ni pasi elfu tatu mia nne arobaini kwa unaona, pasi elfu nne mia mbili thelathini na moja kulinganisha na pasi elfu nne mia nne sitini na nane tofauti hapo RS Berkane umeachwa pasi mia mbili thelathini na saba kwa hiyo ukienda kwenye pasi Simba anayana, anatokea uh, ana stand tall kulinganisha na RS Berkane. Kwa hiyo ni sehemu ambayo RS Berkane wakiangalia kama ni mchecheto, kama ni hofu kwenye kupiga pasi, kama ndo zinaita hofu, basi RS Berkane hapa ya mwalimu Mwan Shaban watakuwa na shaka na muhaka wa kukutana na Simba, kwa sababu wanajua umiliki wa mpira wekundu wa Msimbazi Simba mnyama wao ni mabosi kulinganisha na wao. Hapo vipi? Ya pili hiyo. Nichomekee kidogo Simba sawa <laughs> <Niske> lakini <laughs> e. Simba ote, o, mm. Magu, ruhusu, Berkane, umiliki wake wa mpira wote huu, pasi zote, wamefunga mabao kumi na moja, wameruhusu mabao sita. RS Berkane wamefunga mabao kumi na nane, wameruhusu mabao mawili. Ya ya tatu tatu bwana mashuti mashuti uh, mashuti. Mashuti, ndio, mashuti, yeah. Mashuti ingawa mabao nimekwambia kumi na nane wameruhusu mawili, kwa maana RS Berkane Simba kumi na moja wamefunga mabao kumi na nane wameruhusu mawili tu mawili, mawili yeah, RS Berkane Simba wamefunga mabao kumi na moja wameruhusu mabao sita. Yeah. Lakini mabao hayo yote ingawa Berkane wamefunga mengi, Simba wamefunga machache, lakini timu inaofika zaidi kwa wapinzani, timu inaofanya majaribio zaidi ya kufunga Simba the best kuliko timu zote sasa kuanzia hatua ya makundi mpaka hizo mbili zilizobaki za fainali. Ni kwa sababu gani? Simba wamepiga mashuti 165. Mashuti 165. Yaliyo lenga lango mashuti 46. Mm. Wakati mm. RS Berkane wamepiga mashuti 130. Halafu yaliyo lenga lango mashuti 48. Kwa hiyo mashuti ya jumla Simba wamepiga mengi mashuti 165. RS Berkane mashuti 130, tofauti ni mashuti 35. Lakini kina mpanzo sasa sasa sio kina mpanzo peke yao uh, na nawala sio peke yao. Sasa hapa sasa ndio kisa maki mwingine. Hata wewe pengine najua ungeniuliza mashuti mengi alafu mabao machache. RS Berkane mashuti machache, lakini kulenga lango ni mengi arobaini na nane, kulinganisha na Simba lopiga mashuti mengi, lakini kulenga lango arobaini na sita, amezidiwa mawili na RS Berkane. Hiyo sio hoja, hoja yale mabao au kumi na nane au mabao kumi na moja. Sasa kwa nini waingiwe hofu juu ya mashuti wakati Simba uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao ni mdogo, kwa sababu ufunga mabao 11 baada ya kupiga e, mashuti 165 maana yake ufanisi, uwezekano wa kubadilisha nafasi kwa mabao tunasema goal conversion rate ni chini ya asilimia saba ya Simba. Sasa wakati ya RS Berkane ni around asilimia kumi na nne ya uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu mpiga mashuti nimekwambia 130 wamefunga mabao 18. Sasa kwa nini waingiwe hofu na timu ambayo mashuti yake yanaobadilishwa kuwa mabao ni machache. Najua utaniuliza hilo, nimejiuliza mwenyewe. Sasa hapa natetea lile jambo langu la tatu la mashuti <laughs> ni kwamba Simba wana kitu cha ajabu wamekifanya msimu mpaka kufikia sasa, ni kwamba timu nzima ya Simba, wachezaji waliopata nafasi ya kucheza zaidi ya asilimia tisini waliopata nafasi ya kucheza, awe mchezaji wa mbele, awe nyuma, ukimwondoa golikipa Musa Kamara wote wamefika eneo la mwisho na kufanya majaribio, ah, yes, ah. uh -huh. ya kufunga. Yes, ndivyo ilivyo. Sasa jambo hili linaweza likawatia hofu, kwa sababu wanajua unacheza na Simba. Sawa, walikotoka huko hawakufunga mengi, hii ni fainali. sasa kama kila mchezaji ndani ya Simba anao uwezo wa kufika eneo la mwisho akafanya majaribio ya kufunga, hapa Ares Berkane wanaweza kaingia na mchecheto na waka na hofu, umeshaelewa? kwa uh -huh. uh -huh. sababu Simba nzima wale wanaopata nafasi ya kucheza katika mechi hizi kumi kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua hii ya fainali, sijahesabu mechi ya kuwa ni oh. ya kufuzu makundi oh. ambayo dhidi ya Al Ahly Tripoli, Simba wote wamefanya majaribio ya kufunga. Uko sahihi kabisa. Wote hmm. ukimwondoa Musa Kamara hmm. na nakwambia hivi, hatuzungumzi maneno maneno tu hmm. na ushahidi wa fact, yes, ha, we tajia, yote, mbahuyo, Nyan, taja mchezaji yoyote nitakutajia kwamba huyu kapiga Kibu sasa. Kibu Dennis Prosper huyu ndiye master katika kupiga mashuti. Mpaka sasa kwenye mechi walizocheza yeye Kibu Dennis Prosper kacheza dakika 751 ndio eh, kabla ya mechi waliocheza dhidi ya hii hii yeah. waliocheza dhidi ya yeah. ya marudiano. Kwa yeah. ufupi tu Kibu ndio kapiga mashuti mengi zaidi. Kapiga mashuti 33, 10 on target ana kamba tatu. Kwa hiyo huyu ndiye kinara wa kupiga mashuti. Huyu lazima wape hofu RS Berkane kwa sababu anatokea upande wa kulia kwenye makaratasi kama winga katika mfumo wa Simba baada ya golikipa ni nne mbili tatu moja, anaingia ndani, anapiga mashuti mengi ya idadi hiyo, na ndiye top top top katika kufanya attempts, kufanya majaribio ya kufunga mashuti yeah. Sasa na tatu, ah, Shemaloni Fondo, Shemaloni Fondo do, umetoka mbele mkujia nyuma yeah. Sawa, Shemaloni Fondo yeye, yeah. Mpaka sasa ameshapiga mashuti mawili, moja on target. Fabrice Luamba Ngoma, Fabrice Luamba Ngoma Mwamba, katika mfumo wa Simba nne mbili tatu moja, wale wawili ipo yeye na Kagoma, kapiga mashuti matano, hana shuti lolote lililolenga lango. kuna okay. Shabalala Mohamed Hussein Shabalala kapiga mashuti mawili moja limelenga lango, kamba mechi dhidi ya Ses Constantine kule eh, Algeria, tunakumbuka Simba alifungwa mbili moja, bao la Simba lilifungwa na Mohamed Hussein Shabalala, akitokea kushoto, ataka kama kupiga cross hivi, afu mpira ukacross ukakatika uka juu uka, uka kana uka kuingia kamba, okay. unaweza kaona bonge la bao, ukimuuliza mwenyewe, je, alikusudia kufunga au alikupiga cross? okay. vyo vyote vile apiga mashuti mawili moja limelenga lango, ndio hilo goli wakati anafungwa mbili moja na Ses Constantine Elimpanzu Kibisawala. Elimpanzu Kibisawala huyu mwamba kasajiliwa wakati wa usajili wa dirisha dogo, ameshacheza mechi sasa mechi saba yani baada ya mechi dhidi ya Stellenbosch. kabla ya mechi dhidi ya Stellenbosch ili mpanzo inkibisa wala kuna e ni nyuma eh, yes, inkibisa wala yeah, alikuwa amecheza mechi sita, dakika 490 kwa mechi dhidi ya Stellenbosch kule Durban, katika uwanja wa Moses Mabida, unaongeza dakika 90 nyingine katika zile 490 zinakuwa dakika 580 Huyu mwamba ingawa ametua Simba wakati wa dirisha dogo, lakini tayari yeye ni miongoni mwa waliopiga mashuti mengi. Amepiga mashuti 29. Na katika hayo 29 aliyopiga, manane amelenga shabaha. Kwa hiyo top nimekwambia ni nani? Kibu Dennis yeah. Prosper. Huyu anashika nafasi ya tatu kwa kupiga mashuti mengi. Mwingine siwezi kumtaja kwa sababu hujanitajia. Sije yes. Yeah. Nikajitajia mwenyewe wakati hujamtaja. Uh, Steven Dese Mkwala. Steven Dese Mkwala. Yeye yeah, yeah, Steven Dese Mkwala kama mshambuliaji kinara au wakati mwingine wanapangwa wawili yeye na Leon Ataba Mbida. Lakini mara nyingi kwenye mpango kazi wa 4231 yani baada ya golikipa walinzi wa nne, viungo wale ukabaji, viungo tatu, shambuliaji, mshambuliaji kanara mmoja Steven Desem Kwala, mara nyingi wakati yule mmoja wa mwisho akipishana nafasi na Lionel Ateba Mbida. Hata katika mechi hii dhidi ya Stellenbosch iliochezwa Zanzibar kwa mfano, alianza yeye dakika 85, akaingia Lionel Ateba Mbida. Kwa ufupi, amepiga mashuti 14, mawili amelenga lango, ana goli moja. Ahua Jasha, ahua huyu sasa ndo namba mbili katika Simba zima, kwenye familia ya kujaribu kufunga, nimekwambia Kibu mashuti 33, 10 on target Jasha huwa yeye amepiga mashuti 32, 12 imelenga lango, ana mabao matatu, ana assist mbili. Mabao 11 aliyofunga Simba, matano amehusika yeye moja kwa moja. Okay, sawa. Tu twende kati Mavambo. Debora Fernandez Mavambo. Mavambo. Mavambo kapiga mashuti manne, hana shuti lolote la kulenga lango. Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma, yeye kapiga mashuti matatu, hana lolote la kulenga lango. Joshua Budo Mutale. Joshua Budo Mutale kapiga shuti moja, limelenga lango. Abdurrazak Hamza. Abdurrazak Hamza, beki wa kati, Mhimili huyu, tunasema linchpin, amekuwa katika kiwango bora sana. Tunapozungumzia Simba, mafanikio ya kupata suluhu ugenini dhidi ya Stellenbosch huwezi kuacha kumtaja, lakini mechi walioshinda moja bila Zanzibar huwezi kuacha kumtaja, mechi nyingi huwezi kuacha kumtaja Abdulrazak Hamza katika kucheza kwake. Licha kwambaye ni beki wa kati, yeye amepiga mashuti matatu, hana shuti lilolenga shabaha. Chamu Karabu yeye amepata nafasi zaidi baada ya Shemalon Fondo kuumia lakini tangu apate nafasi amekuwa kwenye kiwango bora sana, na bila shaka mwalimu Fadu Davids, Shemalon Fondo ameanza kupona, tumeona amepata dakika kadhaa katika mechi dhidi ya Stellenbosch kule Afrika Kusini. Ni dhahiri mwalimu Fadu Davids sasa kichwa kitakuwa kinamuuma baadhi ya mechi. Pindi Shemalon Fondo akirudi in full swing, yuko vizuri, atakuwa na wakati mgumu, amwanzishe nani? Shamu Karabu ambaye ameonyesha partnership nzuri na Abdurazak Hamza, mabeki wa pembeni, Mohamed Hussein Shabalala, Valentino Uma, Shomari Kapombe au aendelee na ile partnership ya Shemalon Fondo na Abdurazza Kiamza. Akili mkichwa, anajua mwenye manaki, makocha wanapenda matatizo ya hivi, kwamba una wachezaji wazuri wengi kwenye eneo moja, ili uumizikichwa nani aanze, kwa ajili ya kuongeza ushindani. Swali lako la msingi umeuliza Shemalon Fondo? Shamu kapiga mashtima tatu moja na kiti. Sawa. Tembeni huku kuna baba Esther, Shomari Kapombe ka katika wachezaji waliofika zaidi ya la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga. Wezi amini ni pamoja na yeye Bekimbi Kapombe pombe anapanda badala ya kuongeza tu uwanja, afanya andalapi anaingia ana ndani na kuwa kama supportive striker, mshambuliaji msaidizi, nyuma ya mshambuliaji kinara, akiungana pale na na wanaokuwa namba 10 hapa tunazungumzia Jashaa Shahua kuongeza wingi, na wakati mwingine anasimama eneo kabisa la namba tisa katika kufanya majaribio ya kufunga. Kapiga mashuti tisa, mawili on target. Sawa, so, tumalize na huyu hapa Yamil Yasin Mzamiri wa Sini. Kacheza dakika ngapi? Baki nitakuuliza wewe swali, okay? <laughs> Sasa. Hapa katika maswali unaona sasa, kama hey, wewe unikumbushi kacheza dakika ngapi michuano hii hey? Kuanzia tu ya makundi mpaka fainali okay. Basi na mimi hapo itabidi unisame okay, ila taja wengine. Hapo kweli. Hapo mimi mwenyewe pia niona kabisa. Lakini kama uwezi kuwakumbuka wengine ambao wachezi mara kwa mara, mimi nitakutajia. Awesu okay, awesu okay, kapiga shuti moja on target. Mwingine Mutale, Joshua Budo Mutale kapiga shuti moja on target, nadhani ulishaniuliza. Kuna wanauma Valentine Nouma kapiga mashuti matatu, mm. hakuna on target. Ine? Sio natapo da ulisamalizia wewe hapo. Ngine neza kakumbusha ni Edwin Charles Balua, okay. kapiga mashuti mawili, yote off target. Chasambi, lada kumini kumini. Lada kichasambi, mm. kapiga shuti moja, off target. Okay. Chana, kwa hiyo, wachezaji, wawo okay, kina nitakutajia wote. Kutajia, kwa sababu, mchezo wa <tabia> mpira <tabia> wa miguu, <tabia> ni passion kwetu, tunaupenda. Yeah. Kwa tunavofatilia kilisho yetu wa inchi, no. ni pamoja na small small details. Vitaarifa vitaarifa vya kujificha ficha. Sio kuongea jumla jumla tu. Wale wale Berkane, wale wanatisha hapa, Simba safari basi, hapana, mpaka mechi ichezwe. Lakini pamoja na yote mazuri ya RS Berkane katika miaka karibuni, timu mwaka 1938 timu ambayo ilirejea ligi kuu ya ya ya Moroko 2012 bana, ilikuwa daraja la tatu ikarudi ligi kuu 2012 imekuwa mbili ikifanya mambo makubwa lakini pamoja na makubwa yote ambayo tutakuja kuyajadili katika vipindi vyako vingine bila shaka Yo. Ni kwamba yapo mambo ambayo Simba wana stand tall wanayo ya kujivunia kiasi ya kwamba mechi hii huwezi ukaichukulia poa. Wanao uwezo wa kuunda msimazi Simba wakafanye kile ambacho Watanzania wamekuwa kikiota kwamba washuhudie, basi taji la michuano ya CAF likitua nchini hapa. Tunazungumzia kombe la shirikisho barani Afrika, CAF. Kwa sababu wakifanya hivyo, wakitwaa taji hili, kwanza itakuwa chachu kwao kwa ajili ya kudhihirisha kwamba wao kweli ni timu namba nne kwa ubora barani Afrika ikizidiwa tu na Al Ahly ya Misri, Mamelodi Sundowns Afrika Kusini na Esperance de Tunis ya Tunisia. Lakini pia itakuwa chachu basi kubaki huko huko juu wasishuke. Chini ya rais wa heshima Mohamed Deujmo, lakini mwenyekiti Murtaza Mangungu, akina try again, uongozi wa Simba kwa ujumla wake, wanachama wake wasimame kwa pamoja ili waendelee washikilie hapo hapo wasiachie. Kufanya hivyo watawatia hasira wapinzani wao katika ligi kuu Tanzania bara. Hmm. Hapa na maanisha Azam yeah. Singida Black Stars, hebu na mwingine wananchi Yanga, wananchi Yanga kabisa, naamini ngiki wanachokifanya Simba yeah, iki Engineer Hersi Said mm, Arafati Haji na viongozi wote wa Yanga sio mtina mm, kina uh, yeah, Clement Mzizi Walid nice, benchi la ufundi la Yanga, kuna kitu kitakuwa wakuna kuna ambacho mwangwi wake bila shaka tutauona katika michuano ijayo ya kimataifa. Yanga sidhani kama sasa watakuwa tayari kuishia tena hatua ya makundi maana kwa mbali sija ikawa mwaka kuu eh? Eh, Yanga kwa kikosi chake kilicho eh, bora sana, timu ambayo msimu tu kabla msimu uliopita ilikuwa ni miongoni mwa timu tano bora zikiwania tuzo ya klabu bora barani Afrika, kuishia hatua ya makundi, ingekuwa Yanga ya nyuma, tungepongeza. Yanga hii ambayo msimu kabla msimu, amini, msimu uliopita ilifika robo fainali, ikatolewa kimazabe ki, ki mazabe, mazabe kigumashigumashi na Mamelodi Sundowns ikikataliwa bao la dakika ya hamsini na nane la Stefan Azizki na mwamuzi Dahane Beida wa Mauritania. Ni dhahiri kwamba kishindo cha Yanga kwa msimu ujao kinaweza kikawa kikubwa, kwa sababu vinginevyo watachekwa sana na wekundi wa Msimbazi Simba ambao wako fainali kwa mbali na harufu harufu hivi, kama mnyama anaenda kutoa ubingwa sasa. Maana yake nini hiyo? Hasira ya Yanga, hasira ya Azam ambayo ina kila kitu pale Chamazi Complex isipokuwa kuwapa furaha, e, mashabiki wake Azam, kuwapa furaha wa Tanzania kwa kufanya vizuri kwa michuano ya CAF. Najua, watakuwa na kishindo kikuu mwakani msimu jao, lakini Singida Black Stars tunajua, Singida Black Stars tayari wako wa nafasi ya nne, wanauhakika zile nafasi katika nafasi yeah, nne za juu wao na Azam, mmojawapo au wote watapata tiketi, kwa sababu kuna tiketi kupitia kombe la shirikisho kulibeba au kumaliza nafasi ya nne endapo bingwa atakuwa miongoni mwa wale ambao tayari wana tiketi za moja kwa moja kupitia nafasi zao kwa kuwa ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Sasa mnyama aongeze hasira kwa kutoa ubingwa. Akifanya hivi, tutashuhudia yanga atakayofanya vizuri zaidi, kwa sababu haitakubali kuishia ilipoishia msimu huu. Azam masuala ya kutolewa hatua za awali na vitimu vidogo vidogo, kulinganisha na yeye, Azam ambayo e, financial iko vizuri, wachezaji moja moja wako vizuri, naamini kabisa watafika mbali. Singida Black Stars kwa usajili mkubwa kama ule, hivi eh, klabu ya Singida Black Stars ina wachezaji kama maarufu Chakei, ina wachezaji kama Jonathan Swa kina Jona eh, Joseph Atia Subada, kweli isishindwe kufanya vizuri kimataifa? Kwa nini nalipwa mamilioni wapo nchini eh? bila shaka maswali yako ee, uliniambia matatu yameisha. Sasa unaonaje mimi nikikwaga bila wewe kuniaga, nimeishe vitu vitatu, nimechomekea chomekea, nimepata kama vinne hivi.